Nasii tuendelee kuwasihi watu wetu. Ndivyo tulivyo, hatuwezi kujikana. Ukiangalia hakuna mtu ambaye haoni kwamba alipojenga ni hatarishi, lakini pia ni jukumu letu kuendelea kuwaelimisha. Ila sasa tatarula na wataalamu wa bonde umwajiliaji, mkae nyinyi wote mwone njia sahihi ya kufanya ni nini, tujue kwamba maeneo mengi mengi yamejengwa kwenye majiruba ya mpunga, kwa sisi wenyewe tumeaziba maji na tuwe serious, tusimamie kwamba mtu asijenge sehemu kama hajapewa kibali cha ujenzi. Tuweke utaratibu, kama hujapewa kibali cha ujenzi basi uamriwe ubomoe kama umekuja tu umejijengea jengea. Unaona hawa watu, hili bwawa linajulikana lipo tangu miaka mingi tu, na lingewasaidia wao wenyewe kulima kumwajilia na vitu vingine, lakini anakuja anajenga hapo katikati. Sasa huyo kuna mfanyaji tuambie watu wetu wa mipango miji wazunguke maeneo ambayo yanatakiwa, hayatakiwi kujengwa kabisa, mtu awekewesi, atoe kwa. Tusimamie taratibu zetu ili tuweze kuokoa kwa. Niwaombe tupite manispaa, tuwe, tuwe, tuwe, tuwe, tuwe, tuwe, tuwe, tuwe, tuwe serious, tupite tuangalie ni wapi umejenga ambapo hapastahili uondoe wewe mwenyewe, ni wapi hapataki kujengwa na hapa sijengwe. Kama ni kilimo sehemu ni kwa ajili ya kulima, basi watu walima Hili bwawa lingeweza kuwa ku, ku, ku, tega uchumi kikubwa sana kwa kilimo cha umwagiliaji eneo lote hili lakini, hasa huwezi kulima, imebakia ni, ma, ni, ni majumba tu ya watu hapa, barabara hii, bwawa limebomoka lime, lime, lime. Lakini watu mpaka tuweke walinzi hapa ili watu wasipite. Sasa kweli eti mpaka tumkamate mtu, kwa nini unapita hapo? Ni hatarishi, basi kibidi tutafanya hivyo.